Nam, tunaelekea sasa katika soka letu, na moja kwa moja timu ya wananchi Yanga imekamilisha usajili wa kiungo mkabaji Muhamed Damaro kutoka Singida Black Stars. Nyota huyo amejiunga eh, na Yanga eh, ili kuongeza nguvu katika eneo la kiungo ambalo limeonekana linahitaji kuongezewa nguvu kutoka alipoondoka Khalid eh, Aucho. Na usajili, ni usajili wa pili eh, mpaka sasa ambapo amemsajili mshambuliaji Emmanuel Mwanengo kutoka TRA United na Muhamed Damaro na nyota wa pili kuweza kusajiliwa Wananchi wame, wame, wameendelea kupiga hodi Singida Black Stars na milango imeendelea kufunguliwa kiera. <laughs> mlango wao kwenda Singida nawezekana, hodi kwa gonga mara moja na ikawa rahisi sana kufunguka. Mchezaji uh, ambaye anaenda kujiunga na Yanga uh, Damaro uh, Muhamed, performance bora ambayo alikuwa nayo hasa kwenye msimu uliopita, ili mtambulisha vizuri sana kwenye soka la Tanzania. Uh, kabla ya kurudi kuangalia kile ambacho alikifanya akiwa akiwa gini, lakini akiwa na Singida kwenye msimu uliopita alikuwa na uh, matokeo mazuri sana, performance bora ambayo alikuwa nayo kwenye eneo la midfield, ilikuwa na kuonesha ni moja kati ya viungo ambao wanakupa ile control ya midfield, yani kiungo ambaye ukiwa naye kwenye timu unasema uh, katika viungo ambao unatakiwa kuwa nao kwenye eneo la, la, la katikati mwa kiwanja unatakiwa kuwa na mtu ambaye atakuwa general kwenye lile eneo, yani wapinzani wasione kwamba ni sehemu ambayo wao wanaweza wakaitumia kama sehemu yao ya kutengeneza mashambulizi. Mohamed Damaro ameonyesha ubora kwenye hilo, kuanzia kwenye eneo la fiziki, anakupa faida kwa maana anaweza akashindana kwenye fiziki na wachezaji ambao nao pia wakufit. Ni mchezaji ambaye kwenye passing ability anaweza akakupa pia kitu ambacho ni bora kwenye ule eneo atakupa usahii wa pasi atakupa usahii wa kurudisha mpira kwenye miliki yenu pale ambapo mnapoteza lakini, uh, Damaro pia inawezekana level yake ya utulivu ambayo uko nayo kwenye eneo la kiungo inaweza likawa ina detect timu inakwenda kwa namna gani, lakini ni mchezaji ambaye, uh, kwenye eneo la uzoefu pia tayari ameshaupata uzoefu kwa kiasi kikubwa, naweza akakofa kitu ambacho ni kizuri kwenye kufanya usajili. Wakati mwingine unasema, unaangalia usajili unafanya kwa malengo gani, ama unafanya usajili kwa sababu gani? Huu ni usajili wa pili ambao Yanga anaofanya. Usajili wa kwanza ambao aliofanya ulikuwa ni Emmanuel, uh, Mwanengo kutoka uh, Tabora I mean kutoka TRA. Ni mchezaji ambaye wakati anaingia naweza kuona mambo anaweza kuwa mengi sana ambayo anazungumza, lakini nasema pengine Yanga ameangalia uh, ile talanta yake ambayo iko nayo, lakini anaona future ambayo iko ndani yake kutokana na umri ambao yuko na miaka ishirini na mbili anawezekana huyu kama tutamtengeneza kwenye misingi ambayo itakuwa ni bora, akipitia kwenye uh, trening ambayo zitakuwa ni bora kutoka kwa walimu wakubwa, anaweza akaja kuwa ni mtu mzuri hapo mbele. Lakini kwa Mohamed Amaro, tayari ni matirio ambayo anasema hii ni matirio ambayo ni ready made, unaenda tu kuitumia kwenye kiwanja na itakupa kitu ambacho kitakuwa ni kizuri kwenye eneo la kiungo. Usajili huu Bayona una maana gani kwa Young Africans? Uh, unaona wanajaribu kuongeza nguvu kwenye sehemu ambayo wanaona wana kuna haja ya kuongeza nguvu, kwa sababu moja ya kitu ambacho nafikiri Young Africans mpaka sasa wana struggle nacho ni ile nafasi ambayo alikuwa lile pengo alioacha Khalid Aucho, na, na uh, uwepo kwa mfano wachezaji wa hawo wa wakina Mohamed Damaro, wakina Dumbia kwenye eneo la katikati, ni kwamba wanajaribu kutafuta ladha tofauti kwenye hili eneo kwa sababu Khalid Aucho ni mtu ambaye alikaa pale miaka minne miaka minne, na ilikuwa ni panga pangua yupo kwenye kikosi, maanake alikuwa ni sehemu muhimu ya eneo ya, ya, ya, ya, ya la kiungo. Kwa hiyo sasa, mara nyingi akitoka mtu wa aina hiyo kwenye timu lazima tunasema ule ile shuk ama ule tunasema mtikisiko lazima uwepo, kwa, kwa namna yoyote lazima uwepo. Kwa hiyo sasa kwa, kwa, kwa, kwa Young Africans ukiangalia upo ulazima wa kutafuta mtu ambaye ana zile qualities ama ana ubora wa aliyokuwa nao Khalid Aucho. Khalid Aucho alikuwa ni mtu ambaye tunasema box to box midfielder, yani kiungo ambaye ana uwezo wa kucheza kwenye eneo la chini ya kiwanja lakini pia ile uh, tunasema ile brain, ama uwezo wa akili yake ilikuwa pia inaiwezesha inawe, timu ya Yanga kufika kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo kwangu mimi kwa Damaro ukimwangalia kwa sifa ambazo anazo, kwanza fizika ambayo anayo, uimara wa mwili ambao anao, pengine inaweza ikawa chachu kwa, kwa Young Africans kupata mbadala wa kile ambacho wanakitafuta Young Africans. Ni sahihi kusema kama anavyosema Bayona kwamba kuna eneo amestruggle katika eneo la kiungo, kwa sababu kwangu mimi binafsi sioni kama hilo limejitokeza, na hata msimu uliopita kuna michezo ambayo halidauchwa kucheza na bado Young Africans walipata matokeo. Yeah, uh, uh, uh, kushinda na unaweza ukashinda, lakini kuna muda pengine unajaribu kuangalia hilo eneo la kiungo, ulikuwa unatumia watu gani na mara ngapi ulikuwa unalazimika kuingia kwenye msingi wa kubadilisha watu ili uwe imara zaidi kwenye timu ya mpira miguu. Moja kati ya maeneo ambayo unatakiwa kuyatengeneza yawe bora zaidi, tunasema ule uti wa mgongo wa timu, hasa kwenye, kwenye ule mstari wa katikati mwa kiwanja ambao unamhusisha mlinda mlango, unahusisha center backs kiungo au kabaji, uh, wakati mwingine namba kumi au namba nane anaingia hapo pamoja na mshambuliaji kinara, yule striker. Ukiangalia kwa Yanga, unaweza kuona jinsi ambavyo uh, kulikuwa na in and out ya wachezaji ambao anacheza hapo katikati. Wakati msimu unaanza, unakumbuka kile ambacho alikifanya Azizi Ndabwile. Aliingia vizuri, akaonekana kwamba anaweza akakuofa kitu kizuri kwenye eneo la la kiungo, lakini baadaye umeona ame switch off, ni kama ametoka kwenye reli, kuna wengine ambao anaingia hapo. Yanga pia aliingia sokoni kwa sajili ya mtu kama Musa Balakonte ambaye ungetegemea kumuona akicheza kwenye ile eneo, lakini finally mtu ambaye alikuja kutibu ile tatizo alikuwa ni Duke Abuya ambaye alikuwa ametokea juu. Kwa hiyo nafikiri inawezekana kwenye kushinda, sawa, timu ilikuwa inashinda, lakini kumpata mtu ambaye anaweza akakontrol midfield ulikuwa bado nakosekana, na ndio maana ameingia sokoni kumtafuta Mohamed Maro. So nasubiri kuona kama ataweza kuenda kufanya hiyo kazi kwenye hiyo eneo ama itakuwa ni vice versa. Michael Hyera huyu akizungumzia usajili huu ambao umefanywa na wananchi Young Africans. Lakini kwa sasa tuelekee pale Zanzibar kutazama kile ambacho kimetokea katika NMB Mapinduzi Cup msimu huu ambapo mchezo uliopigwa usiku wa jana Singida Black Stars walikipiga dhidi ya matajiri wa jiji Azam FC, na mchezo huo kumalizika kwa sare ya kufungana goli moja kwa moja. Walikuwa ni e, eh, wanalambalamba Azam FC wakiandikisha bao la kwanza eh, katika mchezo huo, bao ambalo eh, limeweza kufungwa na Jaffer Kitambala eh, aina ya goli ambalo limeweza kufungwa ni strike ambayo unaweza ukaenda naye popote Kitambala mmoja kati ya wa washambuliaji ambao wenyewe wameji eh, wamejionyesha kwamba anaweza akafanya kazi eh, kwenye eneo lolote ambalo utamweka na anaweza akakupa kile ambacho ni kizuri zaidi. Unaangalia uh, quality zake kwenye kufuatilia matukio unaweza kusema iko sawasawa, lakini utaangalia pia jinsi ambavyo anaweza akawa anatengeneza nafasi kwenye eneo la kushambulia bado unamwona Jef Tambala ni mchezaji wa namna hiyo, ndio maana nakuta kuna mechi ambazo zinaisha ameatempt mara nyingi zaidi. Pengine utahitaji tu ubora wa mshambuliji wako ili kuweza kukupa hicho kitu ambacho kitakuwa ni kizuri. Unaangalia kwa goli ambayo alifunga ile, uh, kufunga kwa kutumia touch moja tu, amekolekt uh, mpira ambao ulikuwa unadondoka kwenye ile eneo, lakini collection yake ambayo aliifanya unaweza kuona ilikuwa ni bora zaidi. Ni moja kati ya washambuliaji ambao pengine unatamani kuwa nao kwa sababu wanaweza kukupa hiyo assurance kwamba akipata nafasi za namna hii bado anaweza kukupa kitu ambacho kitakuwa ni, ni, ni kizuri kwenye, kwenye mechi. Kwa hiyo mimi kwangu nafikiri Jaffeck Tambala, inawezekana katika kipindi ambacho Azam FC wamepitia hapa katikati cha kumtafuta mshambuliaji kinara ambaye anaweza kukupa uhakika unaweza kufungaje magoli kutumia streka, inawezekana Jaffeck Tambala akawa anakuja kutibu hiyo changamoto kwenye ile eneo kwa kile ambacho ameanza nacho kwenye mechi hapa katikati. Azam amepitia washambuliaji kadhaa. Uh, utakumbuka Kenedi Silunga, Mbombo na wengine wengi ambao wamepita hapa katikati, lakini unaweza kuona uh, utofauti ambao Jafe Kitambala ameonyesha kwenye hizi mechi chache ambazo amecheza, unasema huyu, kama ataendelea kuwa hivi kwenye kiwango hiki, inawezekana akawa anakuja kutibu kwa usahihi sana upatikanaji wa magoli kupitia kwenye la katikati na kumtumia Sweka kwenye kufunga magoli mengi ambayo timu inahitaji. Na vipi kuhusiana na goli hili la kusawazisha ambalo limefungwa na Joseph Gede? Uh, Joseph Gede uh, goli uh, la pili hili anafunga kwenye Kombe la Mapinduzi. Uh, pengine uh, kwenye hili goli utamsifia kwa sababu kwanza uh, alikuwa anakutana na upinzani kutoka kwa mlinzi, lakini kwanza amemshinda huyo mlinzi kwa maana ya kumtoa kwenye reli, lakini angalia jinsi ambavyo anachagua sehemu ya kuupeleka mpira Uh, alipitia changamoto wakati anajiunga na, na Yanga wakati ule uh, akaondoka akaenda Singida, hakuwa na wakati mzuri, ameondoka amerudi tena. Huyu ni mchezaji ambaye uh, pengine anahitaji kudhibitisha mwenyewe kwamba ni bora kwa kiasi gani, ndo maana anakuwa anahitajika na hizi na hizi timu uh, kwangu kwa kile ambacho anakifanya kwenye nafasi yake ndicho kitu ambacho nasema kinaweza kumongezea confidence. Anacheza kwenye nafasi ambayo Singida imesajili wachezaji wengi, wapo kina Rupia hapo wapo kina uh, yule ametoka ametoka ligi ya, ya, ya Kongo msimu uliopita, naye anacheza kwenye hilo eneo, inawezekana yeye anakutana hiyo changamoto, kwa sababu kuna watu wengine ambao wanacheza, lakini sofa, kwa sababu ameshafunga tayari na amefunga kwenye mechi mbili mfululizo. Unaweza kusema pengine future yake inaweza karizuri, na singine anaweza akapata mtu sahihi ambaye atasimama kwenye eneo la kushambulia kwenye mechi zao. Na eh, sijajua Bayona, kwa upande wako uliona hali ilivyokuwa. Yeah. Eh, kulikuwa na vita nyingine ya kuzuia nyavu kutokuitikiswa kwa, yeah, kwa, kwa, kwa makipa hawa wawili ambao ni wakongwe waandamizi mm, upande wa Azam FC tumemwona Aishi Manula, mm, lakini eh, Metacha pia tumemwona upande wa pili kule, yeah, ni vita nyingine, na ukiangalia ni mechi ambayo ilikuwa inahusisha Maeneo, maeneo hayo yani, muhimu ni sehemu ambayo ilitakiwa pia iamue, uh, utofauti wa alama kwenye hii mechi of course. Kwa mfano uki, ukiangalia kwenye goli kama ambalo walifunga Azam la kwanza, unaona ni uh, Azam, ili goli ambalo wamefunga Azam, unaona kwamba Metacha alikuwa anajaribu kufanya ile tunasema sweeper, sweeper goalkeeper. Yani goalkeeper ambaye anaenda kusafisha mipira ambayo inatokea. Alikuwa anatoka kwenye eneo lake kwenda kuklia ule mpira wa kwanza ambao alikuwa anakwenda kugusa mchezaji wa Azam, ni jitihada ambayo alikuwa ameonyesha, lakini tofauti na hapo ni kwamba sasa umaridadi, ubora wa Jefte Kitambala, kwa sababu tachi ya kwanza, unajaribu kufikiria labda pengine angesema atulize, alafu akafikiria kwamba nipige wapi, manake pengine kusingekuwa na goli ambalo Azam angeweza kulipata. Kwa hiyo unasifu Uh, uh, uh, ile tunasema uwezo mkubwa ambao wa Jeff Kitambala ameuonyesha kwenye eneo la ushambuliaji, kwa sababu pale ni sehemu ambayo haihitaji kujiuliza unafanya kitu gani. Tumeona washambuliaji wa wengi sana wakikosa kwenye matukio haya kutokana na ile tunasema kufikiria kwa dakika kwa, kwa sekunde nyingi zaidi. Yeye amechukua sekunde tatu tu kufanya maamuzi. Hapana, hapa siangalii, uh, nani yupo anaziba au nani anayekuja nyuma yangu, mimi ni kushuti moja kwa moja sehemu senario na goli ambalo wame, wame, wamefunga Singida ni matukio hayo hayo. Ni sehemu ya mchezo ambayo umeamuliwa na washambuliaji wawili ambao tumewaona wakiwa bora ndani ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo sioni kama kuna shida yoyote kwa magoli kipa ambao wameonyesha ama changamoto yoyote, zaidi zaidi naona ni kwamba ni mechi ambayo imeamuliwa na eneo la ushambuliaji kwa kila timu, ambapo timu ambazo hizi zinasifika sana kwenye, kwenye maeneo hayo, huku Joseph Gede ambaye alishawahi kupita Yanga, huku Jeff Tekitambala bora. Kwa hiyo kwangu, naamini ni mechi ambayo imeamuliwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa ubora wa washambuliaji, na nikukumbushe tu kwamba michezo hii ya NMB Mapinduzi Cup inaendelea eh, kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, na katika mchezo unaokuja Azam FC wenyewe watakipiga dhidi ya Mlandege wakati e, Singida Black Stars wenyewe watakipiga dhidi ya URA. Kwa hiyo basi, una kila sababu ya kuweza kulipia kisimbuzi chako ili kuweza kushuhudia uhondo huu. Lakini tukiwageukia sasa, wana Kino Boys KMC FC kupitia kwa ofisa habari wao Hali Chukuchuku, wamesema kwamba tayari timu ipo kambini kwa ajili ya kujiandaa na mwenendo wa ligi kuu ya NBC kuelekea katika michezo yao ijayo, lakini pia ameweza kuzungumzia kuhusiana na swala zima la kocha Laochau. Tuna mapumziko marefu ya AFCON, timu imerejea kambini mapema. Tunajua chochote uh, kinaweza kikatokea muda wote, kwa hiyo tunajiandaa na ligi, na uzuri kuna michezo yetu ya kipolo dhidi ya Azam, kwa hiyo sisi tuko tayari, tumeingia kambini na hivi karibuni hivi tumecheza michezo ya kirafiki. Yote kwa yote ni kuhakikisha timu inakuwa katika hali nzuri. Uh, punde tu ligi taporudi tuanze kupambana kuhakikisha tunapata alama tatu. Ni kipindi cha bisha dogo tunafahamu, na tunasubiria ripoti ya mwalimu atuambie nani na nani ambaye anahisi akija kwenye timu anaweza akatuongezea nguvu, na uzuri ni mwalimu ambaye anafahamu vizuri mpira wa Kitanzania, anajua zaidi wachezaji wa Kitanzania, kwa hiyo baada ya kupokea ripoti yake, basi tutajua namna gani tunakwenda kwenye soko la usajili kwenda kupambana kuwapata wazaji ambao wame wa demand in case tukiwakosa hao uh, specific tutatafuta wengine ambao wanakabiliana na uwezo na hao ambao mwalimu amewataka. Kwa hiyo uh, mpango uko kwa kwake kwa kwa kutuandikia ripoti kuikabidhi kwa, kwa mtendaji mkuu na baadaye tutatoa majibu. Kwanza tunashukuru Mungu. Uh, kila kitu kimekwenda sawa. Unajua, mchakato wa kumpata kocha uko mchakato mrahisi, tuko tumepokea CV kutoka kwa makocha wengi na tumejaribu kuchekesha kuona kocha gani ambaye anaweza kutufaa kwenye kipindi ambacho tuko nacho, tukaona ndugu yetu uh, Mohamed Balesi anaweza kuwa ni mtu sahihi kwenye project, na jana tumemtambulisha rasmi. Mpaka tunamtambulisha maana yake tume, uh, tume kubaliana na kila kitu na tunakubaliana na uwezo wake, na uzuri ni mwalimu ambaye ana CV nzuri. Ukirejea kwenye ligi ya NBC Premier League, amefundisha vilabu kadhaa, ukianza JKT, Mashujaa, Ndanda, Tanzania Prison. Kwa hiyo ni kocha ambaye CV yake imeshiba weza kutusaidia kwao kwenye swala la kocha, kila kitu kimekwenda vizuri kwao. Tunasubiria namna gani anaweza kuhamisha mbinu zake kwenda kwa wachezaji, na tunaamini hawa kuna kitu kikubwa kitakuja kubadilika na kuja kwake inaweza kuwa ni massive boost, Mungu kwa kupata nafasi hiyo. Eh, kwa kweli ni kweli unalizungumza. E, KMC haiko nafasi nzuri katika msimamo wa ligi lakini mimi niseme bado wana uwezo wa kupambana na kutoka huko walikokuweko na kufika sehemu nyingine. Kikubwa kwanza tuwashukuru viongozi wa KMC kwa umoja wao ambao tumeonyesha kwangu pamoja kwa na wachezaji kwa jumla kwa mapokezi ambao wamenipa mazuri na na imani wao wanategemea mazuri kupitia kwangu, lakini nawe nategemea mazuri kupitia kwao na hususan kwenye vijana wetu ambao naamini tukiandaa vizuri, basi hilo ambalo tulikusudia liwe basi litakuwa. E, tunafahamu kuwa timu imepata changamoto. Mimi niseme ni hali ya mpira yote inamtokezea. E, nadhani mwalimu aliondoka ni mwalimu mzuri, ameandaa vizuri, hata mimi nimekuta timu iko vizuri, pamoja na kukosa matokeo. Unaweza ukakopa ukawa na timu nzuri lakini matokeo ukahuyapati. Kwa hiyo nadhani ndio kilichowakuta KMC, wana timu nzuri, matokeo bahati mbaya haikuwa kwa kipindi hichi, hawajapata matokeo mazuri, lakini mwalimu ameacha vitu vizuri sana na mwalimu namwamini ni mwalimu mzuri, sipokuwa ni upepo wa mpira Tukubaliane na hayo kwa sababu mi mwenyewe binafsi umeweza kunikuta kipindi kama ambacho kama hichi e. Lakini mabadiliko na maana wameyafanya viongozi wa KMC, mimi ni, ni moja katika mabadiliko ya kimpira. Kama unavyojua shughuli zetu walimu ndio hivyo e. Hakuna kuwa labda mwalimu sema karibu mwalimu hakuharibu bado, timu ni bora, na mimi nimeona timu bora kwa, nadhani kile ambacho nilichokuwa nacho mimi nadhani nikiniongeze na kile alichokuwa alichoondoka nacho mwenzangu, nikiendeleze ili tuwe na timu bora ya kuweza kupata matokeo. Mohamed Abdallah Baresi huyo kocha mpya wa wanakina Boys KMC FC akiwa ametoka kuirithi mikoba ya Brazil Maximo, Marcio Maximo ambaye aliongoza, eh, KMC katika michezo kadhaa, na hadi sasa wao ndio ambao wanazibeba timu nyingine 15 katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara NBC Premier League, wakiwa na alama nne katika michezo tisa waliocheza, matokeo mabovu kweli kweli. Ya, yeah, matokeo uh, mabaya ambayo sizani kama kuna timu inaweza ikawa comfortable na, na matokeo ya namna hii, hasa ukiangalia kwamba umecheza mechi tisa alafu umeshinda mechi moja, umesare mechi moja na hizo alama nne ambazo umezipata badala like, yake hata ukiangalia kwenye namba uh, magoli ya kufunga na kufungwa. Maanake kwa matokeo hayo huwezi ukawa umetegemea timu hii imefunga magoli mengi. Imefunga magoli mawili pekee kwenye mechi ambazo imecheza za ligi, sio wastani mbaya, pengine haya mabadiliko kwenye benchi la ufundi ambayo yamefanyika kwa sababu ukiangalia uh, kwenye timu yamefanyika mabadiliko almost unaweza kusema ni benchi zima la ufundi, kwa sababu uh, Bares ameingia kama head coach, ameingia na wasaidizi wawili Juma Pweka pamoja na Imani uh, Mwaru ambaye anakuwa assistant ambaye yeye, hey, awali alikuwa kwenye majukumu ya timu ya vijana ya ya ya KMC under 20 anaongezeka kwenye timu ya senior kwa ajili ya kuongeza nguvu. desema mabadiliko pia kwa fitness coach Abdu ameingia hapo, kwa hiyo inawezekana kukaa kuna kitu kipi ambacho anatamani kukitengeneza luck. Wamepata kocha kwenye kipindi ambacho anaweza akawa na sesheni nyingi za mazoezi kuelekea kwenye mechi ambazo zitafuata za ligi uh, kwa wakati ambao itarejea. Kwa hiyo nafikiri anayo kazi ya kufanya kwa uharaka zaidi, angalau kuipa timu point angalau zifikie kumi, double digit then waanze kupambana kwa ajili ya kuzitafuta hizo 30, 35 kocha wa Dodoma Jiji Jamani Josia tuki mtazama ameweza kukipongeza kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kufuatia kufanikiwa kutinga katika hatua ya 16 bora mashindano ya Afcon yanayoendelea huko Moroko. Kupongeza kwa timu yetu ya taifa Taifa Stars kwa mafanikio ambayo tumeyapata, hii ni kuonyesha kwamba mamlaka za kimpira kwa maana ya shirikisho la mpira Tanzania linafanya kazi yake vizuri, lakini pia unaweza kuona namna ambavyo tumeweza kwenda kimbinu iko vizuri. Ukiangalia Taifa Stars imefanya mambo makubwa sana, ukianzia level ya utimamu wa mwili katika michuano ya Afcon, timu iko vizuri, lakini pia ukienda kwenye swala la kimbinu, nafikiri naona ni mashindano ni makubwa, lakini mbinu zetu kwa maana mbinu za kiufundi tumefanya vizuri, lakini pia kuipata ile mioyo kwa maana spirit ya spiriti ya wachezaji wa timu ya taifa, namna ambavyo wameweza kupambana ni jambo la kupongeza. Sasa wote ni mkusanyiko ambao umefanywa na watu kwa maana ya mamlaka zote zilizoko kwenye mpira, lakini pia na wachezaji wenyewe kuamua kujituma, lakini pia mwalimu Gamondi kuleta ile mioyo ya upambanaji, ile spirit ya timu kwa namna ambavyo imeweza kupambana na kwa namna kuwatengeneza kisaikolojia, ni kitu ambacho ni cha kujivunia. Kwa hiyo nadhani ni ni, ni, ni, achievement kubwa kwenye shirikisho letu la mpira Tanzania, kwa kile ambacho walichokifanya, uh, kuelekea kwenye mechi yetu ya Moroko, nadhani so far so good, tunachoweza kusema tu ni kwamba tumeachivu tume malengo zaidi, kwa sababu hakuna hata Mtanzania ambaye alitaraji kwamba tungeweza kuvuka katika levo hii, lakini huyo mpinzani tunaye kuja, kuja kutana naye ni moja Moroko ni moja timu bora duniani, yani hatuzungumzii Afrika, timu bora duniani, ni timu namba moja kwa, kwa, kwa Afrika. Lakini kama unavyojua mpira, sisi tunaenda kwenye mechi hiyo, sio kwamba tunakuwa tunataraji makubwa kumtoa mwenyeji, lakini tunaenda kuonyesha kile tulicho nacho, kwa sababu sisi ni taifa ambalo linakuwa kisoka. Kwa taifa ambalo linakuwa kisoka, tunachoweza kukifanya ni kwenda kuangalia mechi, vijana wetu wamefikia wa wapi, mechi wanaichukuliaje. Itakuwa ni challenge kubwa sana kwa wao, lakini kitakachoweza kupatikana kama ni kufuzu, tunaweza tukavuka hatua ya hapo tulipofika hapo, lakini hata kama tusipoweza kupata matokeo kwenye mechi hiyo, bado tunaweza kusema kwamba tumevuka malengo ya kufanikiwa. Uh, kingine kwa Watanzania wenzetu, nadhani tunapaswa tuwaheshimu legends wa kwetu, msingi wowote wa mpira nchini kwenye taifa lolote lile ni kuheshimu wale wachezaji ambao wametangulia ama ambao wako juu. Mbwana Samata tunapaswa tumuheshimu sana kwa kiasi kikubwa, sio vile ambavyo tunavyopaswa kumwangalia na ambavyo tunavyopaswa kumsemea Mbwana Samata, Simon Msuva na wachezaji wengine wawili kama kina Shomari Kapombe na kina Shabalala, wale ni wachezaji ambao tunapaswa tuwaheshimu kama taifa. mahali popote pale tunapokuwa tunaangalia, tunapaswa tuwape moyo. Unajua, hata pasipo kucheza hata wakiwa kwenye dressing room tu wanafanya wale wachezaji wengine vijana ambao wanakuja kwenye national team wanaona kama ni kitu cha kawaida, kwa sababu wale wana experience ya kuwapa ujumbe wa wachezaji wetu hao wadogo waweze kukopa. Tusipoweza kuheshimu watu wale, maana yake ni kwamba tutawafanya hata vijana wadogo kama akina Mzizi watakapokuwa wanakuja national team, basi wanaogopa kuchezea timu ile, kwa sababu kama unampa pressure Samata, maana yake vipi kuhusu yeye? Kwa hiyo tunapaswa tuendelee kuwa nao na tuwaunge Amani Josia huyo kocha wa Walima Zabibu Dodoma Jiji FC, umemsikia hapo akizungumzia kuhusiana na hilo la Stars, lakini pia akitoa shauri wachezaji kuto kupewa pressure ili basi waweze kutekeleza majukumu yao kwa umakini zaidi. Lakini baadhi ya mashabiki wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars mkoani eh, Kigoma lakini pia hapa Dar es Salaam wameeleza furaha yao baada ya Stars kutinga hatua ya 16 bora na bora, na pia tuwapongeze timu yetu timu ya Taifa Stars wa hatua kubwa na furaha lotupa sisi wa Tanzania, lakini pia ni pongeze serikali meona serikali yetu Mama Samia Suluhu Hassan hicho kifanya mwanzo, tuliona wakitangaza goli moja shilingi milioni mia imefika mpaka goli shilingi milioni mia mbili na wachezaji wao wamepata kama motisha. Lakini wachezaji wetu wako katika uimara mkubwa sana. Nilikuwa naangalia jana game Taifa Stars akicheza na Tunisia, ilikuwa ni pasi nyingi tunaongoza. Kwa hiyo sio ile Taifa Stars tulikuwa tunaifikiria kipindi cha nyuma. Ni wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana. Kwa Muka Jaria Tunisia tukapiga moja moja, tunaenda kwenye mtoano. Inshallah tunakutana Mwarabu, Morocco, amini, na Mwarabu Morocco iko pale. Tuzidi kuiombea dua. Mimi naamini na nina imani na timu yangu. Tunaenda kushinda na uenda ndo tunaenda kuibadilisha historia ya Morocco kwenda kufungwa na Taifa Stars timu ya kutoka Tanzania kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Mimi nashukuru kwa timu yetu ya Tanzania hatua iliyofikia, kwa sababu kwa miaka mingi hatujawahi kuingia hatua ya kumi na sita bora, lakini nashukuru kwa sababu imeingia. Tunaombea wafanye vizuri kulingana na walipofikia, waongeze bidii sana, na hatua hiyo waliyofikia ni kwa kwamba wanatakiwa waongeze bidii ili waweze kuingia robo fainali na timu yetu ya Tanzania kwa wakati huu kwa kweli imejipanga vizuri, kocha tunaye mzuri. Ni watanzania tu kuwapa umoja, kuwapa ushirikiano ili waweze kufanya vizuri zaidi. Ninajisikia raha kwa kweli, Taifa Stars imenitoa kimasomaso katika mechi nyuma, ni ile ya Uganda kutoka suluhu, kwa sababu ilikuwa inaonesha wazi tunashinda, lakini kwa kuwa mpira ni dakika 90 kila mmoja amejiandaa, na natamani nafasi yaliyotokea yalitokea ya namshukuru Mungu kwa hatua tuliyofikia tumepokea na nafasi hii ya best loser kwa furaha. Sio nafasi ndogo, kwa sababu sio kila mtu mwenye uwezo wa kuvuka kwenye hii nafasi kwenda kwenye raundi nyingine. Ni hatua kubwa kama taifa tumepiga, kutoka kwenye nafasi moja kwenda kwenye, ukiangalia mwaka miaka miwili nyuma tuliposhiriki, tuliishia kwenye hatua ya makundi bila ushindi, lakini safari hii tumeweza, tumevuka kwenda kwenye hatua nyingine ya 16 bora. Kwa hiyo Watanzania tuendelee kuisupport timu yetu mwalimu bado anapambana kuweza kuishape timu na kuweza kuleta kitu cha tofauti kwenye timu yetu ya taifa. Tumetengeneza rekodi nzuri, hatuwadai timu ya taifa, hatuwadai hata kidogo kwa sababu tayari wamemaliza rekodi tumepata. Tunachokwenda kukifanya ni kumwonesha Morocco kwamba Taifa Star ni timu ya namna gani na tumejiandaaje, na Watanzania na imani leo mioyo yao, kila Mtanzania anapomwangalia anasema Morocco tayari naenda kumtoa. Tanzania ndio giza iliyopo kwa kitakuja kitu ambacho Watanzania hawatokitarajia na watashangaa, zipo timu nyingi, nyingi, nyingi, nyingi zimefeli kufika hapo. Tunamshukuru Mungu sana tulipofikia, tunaenda kupambana mwenyeji na mwenyeji akae vizuri, kwa sababu anatujua. Anatujua anatujua kabisa. Moroko anatufahamu tunaenda kufanao Tuna kufanao kwa gharama yoyote. Kwanza wasifurahie kwamba wamepewa mtebu. Sisi sio mtebu we, sisi sio mtebu. Kwenye mtoano yoyote akaondoka imefanya vizuri kwa sababu hatukutegemea kama tungeweza kufika kwenye hatua hiyo. Na sisi kama mashabiki aa, tuna matarajio makubwa, kuona kwamba tunaweza kufika mbali zaidi hapa tulipofika, na tunaona kwamba timu yetu inafanya vizuri, hata wachezaji movement ipo na hata benchi la ufundi, kocha tunao wachezaji ambao wanaweza kutufikisha sehemu hata mechi na itakayofuata Uh, ya zidi ya Morocco. Tuna imani kwamba tunaweza kufanya vizuri na kufika Namni. Baadhi ya mashabiki wa soka hao wakizungumza kuhusiana na kile ambacho kimefanywa na Taifa Stars kwa muda huu. Kwa hapa katika panel hii tunafika tamati katika viwanjani, lakini hatutakuacha hivi hivi, tutakuacha na makala maalum ya highlights zile ambazo zimeweza kupatikana katika michezo mbalimbali ambayo imeweza kuchezwa katika fainali za AFCON 2025 ambazo zinaendelea pale Moroko, lakini kwa sasa eh, Hyera Dio, asante kwa kuja. Shukrani sana. Sharif Bayona naye pia asante kwa kuja. Heri ya mwaka mpya. Heri ya mwaka mpya. Nanyi pia niwatakie heri ya mwaka mpya. Zampesa imesoma vibaya mno. Nitumieni namba zenu na mimi nitakutumia na meseji aliyonitumia wao kutakia ile mwaka mpya. <laughs> Naam. Ndivyo <nah, laughs> tunavyohitimisha hivyo, lakini ni kuache na highlights hizi za yale ambayo yametokea katika finali za Afcon. Mimi ni Akida Kilango wa Akidu Kaida.